Bismillahi rahman rahim, assalamu alaikum, karibuni tena katika chaneli yangu. Leo nakwenda kuonyesha jinsi ya kupika keki simpo ya kokoa, rahisi, kwa rahisi, kwa kwa njia rahisi rahisi vifaa chache cace, ila yako itakuwa nzuri na laini. Kwa mahitaji, utahitaji sukari nimetumia kikombe kimoja na nusu, pia utahitaji siagi ama wengine wamezoea kuita bata, hii ni 250 hamsi g Sukari yangu mimi nimeisaga, ila wewe kama hutoisaga sio lazima, ila unapoisaga sukari, keki yako inazidi kuwa laini, na pia wakati wa kusaga haichukui muda mrefu sana kulainika. Kwa hiyo, kwa kuanza, utaanza kuweka kila kitu, siagi pamoja na na sukari katika bakuli kavu, halafu utachukua mashine yako, utaanza kusaga. Kama huna mashine, hata mwiko unaweza kutumia mwiko hapa kuchanganyia na hapa, kitu cha kuzingatia ni siagi kwanza. Hakikisha siagi yako kama ilikopo kwenye friji umeitoa usiku ili iyayuke, lakini pia unapokwenda kununua siagi uwe makini sana. Sio kila bata ni ya keki, kuna nyingine sio za keki, kuna nyingine ni special for bread kupaka tu kukala ile spread in your bread, kuna nyingine special for cooking like frying. Kwa hiyo sio kila bata ni kwa ajili ya keki. Utajiuliza nakosea wapi, kumbe umetumia bata isiyo sahihi. Baada ya hapo tutaweka mayai matano na vizuri, unapoweka mayai kuweka yai moja moja, unaweka yai moja unasaga, unaweka yai jingine unasaga mpaka umalize mayai yako yote matano. Na tunafanya hivyo kwa sababu inasaidia sana keki yetu kuvimba. Na hapa nina ariki na baking powder pamoja na ice cream. Nitaweka kijiko kimoja kimoja Ukitaka keki yako iwe tamu, ni vizuri kuchanganya arki, sio tu kuweka arki moja tu, eka arki design tofauti, hata kama unazo tano. Na hapo sasa nimeweka unga wa ngano kikombe kimoja, halafu naweka baking powder kijiko kidogo, tunaona hicho kijiko kidogo cha chai. Nitasaga tena kama sekunde tatu halafu nitamalizia tena kuweka kikombe chengine cha unga wa ngano jumla itakuwa vikombe viwili vya plain flour. Hii ni plain flour, hauna baking powder, hauna chochote, just plain. Sawa eh? Kwa hiyo siagi yetu mia mbili hamsini gram mayai matano sukari kikombe kimoja na nusu unga vikombe viwili sawa eh? Na ukishaweka unga usisage sana, watu wengi wanakosea hapa bado ukishaweka unga anaendelea kusaga. Hapana, ukishaweka unga unasaga kama dakika moja tu, halafu basi. Baada ya hapo utaweka maziwa vijiko viwili. Usije ukaweka maziwa mengi, ukasamia taka keki yangu inukie maziwa. A a, weka vijiko viwili vinatosha, halafu utasaga tena kama sekunde mbili, halafu umemaliza mchanganyiko wa keki. Baada ya kuweka unga hausagwi sana, unachanganya tu kidogo. Baada ya hapo utaugawa mchanganyiko wako sehemu mbili nyeupe ule mchanganyiko mweupe uwe mwingi humu, tunaotaka kutia kokoa uwe kidogo. Utaweka kokoa vijiko viwili vya chakula, na kokoa ninayotumia ni hii hapa. Na baada ya kumaliza kuweka kokoa utachanganya vizuri, halafu pia tutakwenda kuongeza maziwa vijiko vingine viwili, kwa sababu tumeweka kokoa mchanganyiko wetu, hivyo tunaongeza maziwa vijiko viwili. Muhimu, keki yako ikizidi maziwa, inakuja kuwa kama kate linakaliana, haitokuwa nzuri. Muhimu kuzingatia vipimo, lakini pia nitaandika chini kwa anayetaka kujua vipimo kwa gramu, nitaandika chini hapo. Haya, hapa tuna mchanganyiko mweupe na tuna mchanganyiko wa kokoa. Utachukua chombo chako cha kuchomea, hakikisha umekipaka bata, umekipaka siagi na unga. Utaanza kuweka mchanganyiko mweupe Hei, leo nawaonyesha keki za keki ya zamani hivi ndio tutakapopika keki ya kokoa. Unaweka mchanganyiko mweupe chini. Halafu unakuja mchanganyiko wa kokoa katikati. Halafu unamalizia kuweka mchanganyiko mweupe juu. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia wakati tunaanza tu kusaga keki. Vile ushaweka vitu vyako hapa, nataka kuanza kusaga keki, basi washa oven lako. Au kama unataka kuchoma kwa mkaa, washa mkaa wako kabisa. Sawa haya, hapo sasa naweka nini, mchanganyiko wangu wa juu. Na kitu kingine pia cha kuzingatia wakati wa kuchoma keki, weka moto. Kama unatumia oven, weka moto mia moja na hamsini. Lakini pia usiwe unakwenda kuichungulia chungulia, ukaitia hewa keki yako, mara itapasuka. Usichungulie chungulie, mara itarudi chini, haitovimba vizuri. Ukishaitia iwache na hapa sasa nimechukua kijiti, nafanya hivyo mistari ili kutoa hewa. Hewa hii tunaitoa ili tutakapokuja kuikata keki yetu isiwe na matobo matobo kwa ndani, isiwe na matobo matobo, ndio maana tunatoa hewa. La, kama hutaki kutumia kijiti unaigonga gonga tu kama hivyo ili itoke hewa, halafu utakwenda kuichoma kwa dakika arobaini na tano lakini kwanza ilichome kwa dakika mpaka dakika arobaini, usichungulie ala, usifungue kukalako. Baada ya dakika arobaini ndo nenda kaitizame, itie kijiti. Kijiti kimetoka kikavu, imeshawiva. Kijiti bado kimetoka kibichi, irudishe tena kwa dakika nyingine tano na keki yako itakuwa tayari. Na jingine la kuzingatia, keki haikatwi moto. Keki yako iache mpaka ipoe, ndo ikate. Sawa, hapo sasa mimi nimeiacha imepoa. Unaiacha inapoa kama dakika tano halafu unaitoa kwenye chombo ulichochomea, usiache umumo umu mpaka ikapoa umu umu, itafanya joto itafanya majimaji. Iache kama dakika tano, itoe kwenye chombo ulichochomea, iweke pembeni, iache tena ipoe kwa lisali moja masaa mawili, itategemea vipi keki yako itakavo poa, sawa eh? Na baada ya hapo sasa ndo utaikata keki yako, utakata vipande vyako na tayari kwa kuliwa. Tunaona keki yetu ilivyokuwa nzuri, mashallah, laini, tamu, inanukia, kila sifa inayo. Kwa hiyo ukifata vipimo, ukifata na stepu zote, na wewe utatoa keki nzuri kama hii. Muhimu kuzingatia katika unapokwenda shopping kununua bata, ni muhimu sana kuzingatia, usichukue tu bata yoyote tu Muulize mu, muuzaji au soma, hizi zote zinakuwa zinaandikwa hizi. Kama hii, bata hii ni special kwa ajili ya kitu fulani, hii ni special kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hiyo sio ujichukulie tu, sawa. Na unga wako pia muhimu, unavyopika unga wako unauchunga, kokoa unachunga, baking powder usiweke nyingi, maziwa usiweke mingi, basi utapata keki nzuri na utafurahi, utaenjoy na watu wako wanaokula nao pia watafurahi na wataenjoy. Ni matumaini yangu tumeelewana, tumefahamiana, tumefahami jinsi ya kupika hii keki simple. Nimeanza na keki hii kwa sababu hii ndio simple, alafu tutaendelea na keki nyingine marble cake, zebra cake, sijui nini cake, sponge cake sijui, lakini kwanza tuanze hii hapa sawa, eh? na naomba msisahau ku like